Ladies and gentlemen, it's me Bano. Leo tupo kwenye Mtaa Talks. Ni sehemu ambapo tunakutana na slay queens, ma brother Manny na wajanja wote wa town. Tunapiga story nyingi sana. Ya yeah, na leo niko na piskari moja hivi. Tunaenda tukaisikilize piskari ambayo inajua maisha, inajua mapenzi na inajua pesa. Ngoja tuisikilize kama yaliyomo ndani. Ah, na kitu kingine usisahau kusubscribe hapo. Watazamaji wangependa kujua jina lako. Naitwa Asma Mamela. Asma Mamela. Yes. Uh, by the way, tuende straight kidogo. Uh, ni siku ipi mbaya kwako katika mapenzi ilikuwa na kwa nini? Uh, kwa upande wangu ni, ah, si mambo ya kawaida kwenye mapenzi ah, ni kawaida lakini, ah, it's too much. Kwa sababu yani ni nilimkuta Sam akiwa na rafiki yangu kipenzi tena mazingira ambayo. Yaani yani ni mazingira unajua kabisa hapa kuna kitu kinaendelea. Sasa, Asma si rafiki yako? Na wanasema kizuri kuwa na rafiki yako, kula na rafiki yako. Kwa hiyo utakula na rafiki yako kitu kizuri? Ah, sio kwa mapenzi bro. Sio kwa mapenzi. Kwenye vitu vingine tutashare sawa, lakini sio kwa mapenzi. Kwa hiyo uliumia sana. Sana sana yani sana. Apole. Asante. Mapenzi au pesa? Kwa sasa hivi pesa. Napeze sheka kapone tayari. Kuchitiwa mara moja tu? Ah, nauma. Hata kama kuchitiwa mara 20 ila ukishachitiwa inauma. Inauma. Kwa hiyo uh, by the way, kuchiti kuchitiwa kuchitiwa? Ah, kuchiti. Kuchiti. Kwa hiyo ukifanya wewe fresh tu. Ah, kwa vile nishachaniwa, acha nifanye tu. Okay. Uh, anyway, uh, kifo au kubakwa? Bora kifo. Ah, hata wewe. Sio <laughs> <Yeah. laughs> so, kweli. Bora kifo. Unaogopa nini na utuzima huo? Uh, anyway, ikitokea simu yako ambayo ina data zako zote na boyfriend wako wamezama majini, kipi utaokoa? Ah, simu. Simu damn boyfriend? Sina pata mwingine. Simu hata simu? Si unanunua. Data zangu nitapata wapi? Inabidi tena nianze upya. Ah, anyway, uh, ikitokea Uh, kuna chumba kimoja, mko watatu, utalala na Mondi au Kiba? mm. <laughs> utalala na Kiba? <laughs> utalala na Kiba. kwa nini Kiba? Namkubali, namkubali sana kuliko Mondi. Ah, hapana, kuliko mm, Mondi. au unaogopa kuumizwa tena? mm hapana, Mondi ana lot of things, kwa hiyo bora ta Kiba. Bwana, e kama tunavyomsikia basi, maana tupiga naye story leo, tumeenjoy sana, na anasema yeye kama ikitokea, aa, chumba kimoja wako watatu Mondi na Kiba, bora apite na Kiba kuliko, kuliko Mondi. Hatujui kwa nini, japokuwa ametoa sababu zake, ila iko hivyo. Usisahau kusubscribe Ujazo TV.